Mimi niendelee kuishukuru serikali yetu ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa yetu, Chama cha Mapinduzi, amri jeshi mkuu, lakini pia na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakulima wetu wanafurahia ruzuku ya pembejeo, lakini pia niendelee kuishukuru sana mheshimiwa waziri wa kilimo ndugu yangu Hussein Bashe kwa jinsi anavyosimamia ushirika kwa kiwango kikubwa. Leo ushirika unafurahi, kama nilivyoona juzi walianzisha benki ya ushirika ambayo ni benki ya wakulima, ni benki ya wana ushirika. Niendelee kuwashukuru sana uh, chama kikuu cha ushirika kwa jinsi ambavyo wanawahisha mbolea kwa wakati sahihi kwa kushirikiana na kampuni ya, ya serikali TFC. Mwaka huu waleta mbolea kwa wakati, ndio maana unaona tumbaku na uzalishaji unazidi kuongezeka. Leo wanaenda kwenye zaidi ya kilo milioni 13, imani watafika malengo kwa yo niendelee kuomba pia wakulima waendelee kufunga tumbaku vizuri, waendelee kuleta tumbaku sokoni, lakini pia wasichanganye madaraja. Mwisho wa siku, tunahitaji wanunuzi wetu waendelee kuiona tumbaku yetu yenye samani. Tuna ushindani mkubwa sana kwenye soko la tumbaku hasa kwenye upande wa Afrika Zimbabwe, Malawi pamoja na Zambia wanakuja pia kwa kasi. Lakini e, tuendelee kushikamana kuhakikisha kwamba tumbaku inayopelekwa sokoni iendelee kuwa na ubora ili kuendelea kuwafurahisha wanunuzi wetu ambao wanahitaji tumbaku nzuri. Tumshukuru rais wetu kwa kuweka mazingira mazuri kwa wafanyabiashara wote nchini, kwa wanunuzi wa tumbaku nchini, kwa wakulima wa tumbaku. Ombi langu niendelee kuiomba serikali iendelee kuondoa tozo. Mwakani tuende kwenye dola 4, Eroteniaf iende kwenye dola 4. Kwa sababu gharama za kuizalisha tumbaku kama hii, hii hapa ni gharama kubwa. Hii tumbaku inazalisha kwa kiwango kikubwa sana, inahitaji utulivu, inahitaji uwahi kwenye mabedi, unahitaji uwahi kwenda kuipanda shambani, unahitaji uwahi kuiwekea mbolea, lakini pia unahitaji ukaikaushe vizuri kwenye bani ili uilete sokoni kwa ubora huu. Gharama zake ni kubwa, nioshukuru sana kwa sababu mpaka leo LNF bado tuna dola 3.3. Basi tunahitaji tozo zikipunguzwa, twende kwenye dola nne ili tushindane na wenzetu wa Malawi na Zimbabwe. Unaitwa Emmanuel Nyambi, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha kaku ambacho kiko Kahama mkoa wa Shinyanga. Mwaka huu kwa kweli ni mwaka ambao umeonekana ni wa kitofauti. Tumbaku zilipitia kwenye changamoto ya jua na mvua za mawe, lakini baadaye mvua zilivyorudi tumbaku iliweza kutu, kutulia kama mnavyoiona hapa, tumbaku iko vizuri kabisa na masoko yanafanyika kwa kweli kwa spidi kali, na wakulima wote wanafurahia masoko haya, lakini kupitia kuweka ruzuku kwenye mbolea kwanza imekuwa ni sehemu ya kuwahamasisha wakulima waweze kulima, lakini pia umeona gharama za mbolea zimeenda kupungua. Kwa hiyo imeleta tija nzuri sana kwa wakulima na kuwafanya wahamasike. Kwa hiyo nina imani kabisa kumekuwa na badiliko kubwa sana ukilinganisha na msimu uliopita ambapo tuliweza kuishia kilo milioni kumi. Kwa hiyo tayari mpaka sasa tumeshavuka makisio ya mwaka jana kwa asilimia kadhaa kutoka milioni kumi kwenda milioni kumi na tatu ambazo mpaka sasa tumefikia hapo na bado masoko yanaendelea. Sasa hivi eh, tunakaribia uh, kama mitumba jumla ya globo uh, kwa wakulima wetu vyama kumi na nane tuko tunakaribia mitumba elfu arobaini tunakaribia hivyo kama kilo milioni moja na laki tisa o milioni mbili, tunaweza kumaliza milioni mbili hii wiki. Naona malengo yangu alikuwa kufika milioni tatu, uh, sijui anaweza kufika, lakini naona tunaendelea, na wakulima wanasema mitumba ipo, tunaweza kufika pelauzi elfu mbili na mia saba o oh, elfu mbili na mia nane o oh, elfu tatu kitu. Nasema wakulima waongeze kutuletea mzigo tununue, na sisi tunaendelea vizuri.